Leo leo nili, niliona nizungumze kuhusu wito wa jeshi la polisi. Ehe, wito wa jeshi la polisi e, nimeona barua yao e, mtandaoni ikinitaka e, ikinielekeza e, kwenda jeshi la polisi ili nikatoe maelezo e, na uthibitisho ya tuhuma ambazo nimekuwa ni nikizitoa mtandaoni. wali gani, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, jina langu naitwa Benjeku, ni kukaribisha kwenye Marafiki TV channel ambayo inakupa kila kitu, taarifa muhimu, inakupa exclusive interview na taarifa ambazo zinazotufikia kama breaking news. Leo tunayo taarifa inayohusu madai ya kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Hapa namzungumzia Humphrey Polepole. Kumeendelea kuzua mjadala mpana baada ya wabunge wa Umoja wa Ulaya EU, kulaani tukio hilo na kulitaja kuwa la kutisha linalohitaji hatua za haraka. Katika taarifa iliyotolewa jana Oktoba 11, 2025 kwa pamoja na wabunge wa EU Bal Andreas Robert Bilton Yunad Balman, Michael Gara pamoja na Elik Malkus akiwa na David Mcalister wakisema kwamba wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu matukio ya utekaji na ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wakosoaji wa serikali na waandishi wa habari nchini Tanzania. Tunatoa wito mamlaka husika kuhakikisha usalama wa Polepole na kuchukua hatua madhubuti kumaliza mwenendo wa vitisho na ukiukwaji wa haki za binadamu. Imesema ikiwa ni sehemu ikiwa ni sehemu ya taarifa hiyo. Kauli hiyo imekuja siku moja baada ya tume na haki za binadamu na utawala bora THBUB, pia kulani tukio hilo na kuitaka serikali kuichunguza kwa kina hali ya kutoweka kwa Humphrey polepole pole, ambaye aliwahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na pia aliwahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Mimi naitwa Benjie Public Informer, kwa taarifa nyingi nyingi nyingi sana ambazo zinatufikia tutajaribu kushare na wewe kama kuongeza urafiki wetu, na kwa maana ya mantiki kuwa wewe ni rafiki yetu, tutakupa habari mda wote, lakini kikubwa usikose kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia usikose kutembelea kwenye platform zetu zote benje lakini bila kusahau TikTok uh, Marafiki TV Instagram, Marafiki TV Facebook, Marafiki TV. Hii uh, inakuwa inatupa na inatuongeza rafiki wetu kati ya mimi na wewe. naitwa Benjeku Master, Public Informer. Tukutane nafasi nyingine tena, asante Bye bye. Samee au kidiplomasia. Sasa mi sio mwanadiplomasia, lakini kidiplomasia, wamesema wamefanya jitihada za kunitafuta bila mafanikio kwenye mfumo wa serikali anaweza akataka kumpata polepole kwa mawasiliano akanikosa. Naweza nikawatajia watu kwenye jeshi la polisi ambao tunawasiliana